Cash flow is very important. Cash flow ni hela zinazoingia na kutoka mara kwa mara na mara nyingi sosi nzuri ya cash flow ni biashara, wapendwa. Lakini biashara nazo sio rahisi, lakini hapo ndio kuna freedom ya kweli. Lakini unaonaje, wewe unapata hela kila tarehe 30 ili unakula kila siku? Does it make sense? It doesn't make sense It makes sense to those people, not for you. Ninawaambieni, hata ungepewa shilingi ngapi, kama huna financial discipline au financial education, hata ungekuwa unapata mshahara kila mwezi milioni kumi, haitatosha. Sasa usiposhituka mapema, wapendwa, kuna umri utafika, utaanza kulaumu watu. Mimi ni washauri sisi tuokoke, please do business na washauri ajiriwa, ila tafuta maarifa, usikimbilie kuchukua mshahara wako na kwenye biashara. Alafu mimi nishawahi kulima kilimo ki kinaitwa tele agriculture, yani unalima ukiwa ofisini eh. Hey, umeshapalilia? kwani nilivuna, unavunaje? unapalilia kwa simu, unamwagilia maji kwa simu, kwa bluetooth. Nilipigwa, nimechukua mkopo benki, kapeleka milioni nne kwenye vitunguu Ruaha kule, nikapata laki sita, milioni nne. Alafu sasa ili ni mkoni Mungu, ni mdanganye Mungu, niombea Mungu, nikipata hela nzuri nitaweka dirisha kwenye kanisa. Unafikiri Mungu anatishwa na ahadi zako za, za kitaperi hizo? Yaani wewe waache kufanya fata, utaratibu wa agrikata. Wadudu wasile ili is, kisa umemhada Mungu utaweka dirisha kwenye kanisa. Nikapata laki sita. Ila kwa sababu niliahidi nikasema hata haya ya sawa tu. Ah, kwani nini nimekuwa mjinga nikakata laki tatu nikatoa sadaka. Wakingalao na laki tatu ni jipozi machungu, na mkopo huko pale pale, take home imeporomoka, raha ya kufanya kazi imeenda. Ndio yanaowapata watu walioajiriwa, unakopa usikope. Yaani, kama una mshahara hujakopa, usikope. Tunaenda kujenga nyumba jioni kwa watu kama, ngoja ni waibie siri, unaweza ukakopa benki ta shwa milioni 40, peleka kwenye bondi Alafu kop bondi ile inakupa dividend. Sio ndio hivyo? Na nilo, afu ndio utumia at least mdogo mdogo. Hela yako ipo unajua? Mdogo mdogo. Kama na hela nzuri inakupa hela nzuri. 50 milioni kwa 15% almost 7 million. Kwa mwaka. Sa milioni saba kwa mwaka. Kama ulikuwa nakaa kiwanja, si unakuwa jenga kila zikija milioni tatu na kidogo kila miezi sita utajenga mdogo mdogo, kwa sababu hata ungechukua mkopo. Si ungedaiwa miaka mitano. Unafikiri Mungu anapenda tuumie? Do you think God loves us to suffer? Unafikiri Mungu anapenda ukiwa okay, umeinama hivi hujui kesho itakuwaaje? Lakini shetani anatumia ignoransi zetu kututesa. Sio kwamba una mapepo. Mrokole na pepo wapi na wapi? Kama umeokoka kuna mapepo, so ukovu wa nini sasa? Ujinga ndio unatutesa. Madeni yako juu bado watoto wako wanasoma shule za international, yaani umesahau kama umefilisika, unakomaa tu unauza mali na wekeza. Nimeandika huko kwenye kitabu uwekezaji wa watoto. Sijawahi ona hiyo kitu kinaitwa kuwekeza kwa watoto, mimi sijaiona. Nimesoma uchumi kidogo e, na entrepreneurship investment kwa watoto sijaiona. Tena nikaikuta kwa Paulo bwana, wakati Paulo anawaambia eh, alikuwa ni siwa wa Korinto, kama nitakapokuja kila ambacho wao mnatamani mnibariki, mwe mnaandaa mapema ili nisiwasumbue. Halafu akamalizia akasema, lakini hata hivyo, sio vizuri mtoto kuweka kwa ajili ya baba yake, bali baba kwa ajili ya nini? Ya watoto. Yaani sasa hivi wazazi wanataka kulisi kwa watoto, baadaye watoto kulisi kwa wazazi. Tunatengeneza kizazi gani hicho? Yaani we unatafuta kila unachokipata, unawekeza kwa watoto, eti siku kizeeka watoto wa kuhudumia. hiyo ni poverty cycle hiyo, tunatengeneza umaskini bila sisi kujua. Ndio umezeeka hivi pa mtoto naye ndio umemsomesha mashule makubwa Ta, University of Dar es Salaam kimaliza ukimaliza mshahara mshala laki tano, na mke juu na watoto hata kusaidiaje, na wewe unaanza kuwalaani hata ulicho kijenga watoto wanataka kuchukua mapema. baba mbona hafi? Umesahau, tunahitaji both knowledge, tuwe na knowledge, knowledge ambayo ni superior than anything. Kuna mzee mmoja Arusha, alibomoa nyumba akasema, ah itaniua hii. Watoto walimfungia ndani ili mzee afe, walisi mali kwenda ni kubaya, lakini na ulimwengu ni huku. Tuwe na knowledge, tutakuwa moto wa kotea mbali. Na wambieni mtu aliyeokoka akifanya biashara something else kwanza, ni mwaminifu. Pastor alitufundisha engineering ethics, don't compromise. Hiyo nimeishika mpaka kesho <laughs> don't compromise, utahatarisha maisha ya watu. Jengo lilipodondoka nikakukumbuka, nasema ile engineering nyingine ndio hii, kuna watu waliharibu. Ukiwa umeokoka unafuata misingi ya Mungu, biashara utafanikiwa tu. Fikisu ni nyingi, lakini uaminifu wako utasababisha watu wakae kwako. Halafu utakuwa na ufahamu sio wa kawaida kwa sababu una wewe unachanganya unachanganya knowledge. Wengine wenzio akichanganyikiwa, wewe una tumaini. Uchanganyikiwi. Nakumbuka akili ile iliyochanganyikiwa haiwezi kufikiri sawa sawa. Sasa, maisha yamekupiga kipato kidogo, matumizi makubwa, akili haiwezi kufikiri sawa sawa. Imani ndogo, Biblia huielewi. Kwa hiyo tujitahidi kutengeneza kitu kinaitwa generational wealth. Sisi bado ni vijana kijana kuanza kuwaza utakapozeeka utapata kinua mgongo shingapi eh? Ni aibu. Mhubiri akasema nikaona jambo la ajabu duniani, mtumwa amepanda farasi, halafu na, na, na, na, na mfalme anatembea kwa nini, kwa nini kwa mguu? Yani sisi ndio tulitakiwa tuwe tunatoa solution kwa ulimwengu huu in everything Hivi niwaambieni, kwani sisi tukimiliki mtandao kama wa Facebook ni zambi bishop? Sio dhambi. Sasa so, tunatumia wangapi? Mna Instagram hapa, mnazo? Si mnazo? M-Pesa ilipoingia Tanzania watu walikuwa ni, ni, ni, nani wanasema ni namba 666. Wanasema, wanasema wanatuunga hawa. ATM zilipoingia wakasema hela zinatoka kwenye ukuta, hiyo wanatuunga hawa wajinga wakaacha wakawakataza watumishi wa Mungu wasijiunge mambo ya mpesa mpaka sasa hivi. Maanake watu wote walokole ni Freemason, tumejiunga wote kwenye mpesa. Yaani, fursa zikija, tunaweka ukiroho kwanza, tunapiga ramani. Haya, saa hizi tuna artificial intelligence. Mimi nawaambieni kuna makanisa wengine hawakubali, wanasema hivi, dude linaongea kama mtu. hilo linatupa Tuangalie siku za mwisho, maarifa ataongezeka. Kwani uliambiwa kiongezeka muondoke. Si tuambiwa tujifunze kukomboa wa wakati. Kwa tujitahidi kutengeneza generational wealth. Kila ambacho wewe umekitafuta, pote watoto wakikute. Na kama unataka kuwarithisha watoto wako, usiwarithishe tu vitu. Juzi nilikuwa nafundisha how to do a good parenting kwa kampuni moja huko kwa watoto. Nikamwambia watoto tusiwaandae kurisi vitu. Tuwarithishe intangible, intangible things, values and right education. Unamchunguza mtoto ana uwezo kwenye kitu gani, unamuexpose kwenye hicho kitu halafu unamwambia we ni nani, problem solver kwenye ulimwengu huu. Yesu anakutegemea muandae mapema, ili akija duniani akikutana na ulimwengu wake ajue jinsi ya kuenenda. Ukimlisha vitu vya leo, baada ya miaka ishirini vitakuwa irrelevant, ataishije sasa ndo akifika ule mwaka sasa, ulimpa majumba ma, na viwanja, ulimwengu nakuwa irrelevant na knowledge alionayo anaviuza, ili akopi na mazingira, alafu hana values za kuviendeleza anafirisika, mali zako zote zimeliwa na na kizach... Mnaonaje ulipozaliwa ungekuta baba yako hivi? Sisi tunawaandaaje watoto wetu, ambao sisi tume hivi, huwa tunawaandaaje watoto wetu? Mimi nilikuta nyumbani kwetu kuna mti mmoja mkubwa nikaambiwa nitapasua ndio ni, eti nijengee nyumba nitakayoishi ndio ulisi huo. Bahati mbaya ule mti nao ukapasulana na mjomba. Kwa hiyo mimi sikulisi chochote. Kila kizazi kinaanza upya. Wewe unatafuta, unatafuta, unatafuta, uko hoi, ndio unajenga ka nyumba. Baada ya hapo uko hoi. Watoto wakija hawajui chochote. Ulitumia muda wako wote kutafuta vitu. Unawaambia endelezeni. Hata hujadedi, unaona wanaharibu. Ukiondoka, lakini wanaanza. Lakini misingi ya neno la Mungu watatumia mali zao kile wako. Kwa ni vizuri kutengeneza. Na ili utengeneze urithi, uweze kuwapa watu ajira mtu amerithisha ajira hakuna watengi. Hata kama wewe bas basi umeshindwa, basi waandae watoto, basi wawe wajasiriamali, wajue nini wanatoka wafanye kwa ajili ya Mungu akikua, kwa sababu biashara peke yake ndio unaweza ukaitransfer na uwekezaji. Lakini duka la unga ulisishe genge la nyanya vizazi viwili, inawezekana? Haiwezekani. Sisemi msiuze genge. Fanya kwa ajili ya transition. Lakini tafuta maarifa. Mimi wakati nimechoka niko hoi, nililetewa fursa. Mimi nishai kuajiriwa kuwa country director wa kampuni moja ya Malaysia. Jamaa kanipa mshahara milioni arobaini na nane kwa mwaka. Nikakataa. Kwa sababu nilikuwa nimeacha kazi na nasema mimi nataka nitafute bwana, Mungu anataka nifanye nini kwenye kazi yake. Nikagoma na huku ninadaiwa milioni ishirini na nane kila mwezi natakuwa nilipe milioni mbili nne na sina hela, nilinga kijinga bila kujua, yaani ilikuwa ni mateso na nikakataa mshahara hapo. Ndio unajiuliza sasa, jamani, kichani? Hapana, sikuwa kichaa. Naambia sirudi nilikotoka mimi, nitafia mbele kwa mbele. Na sikufa na deni, nililipa. Bwana, tusaidie sana Haya maisha tusipoyavamia kwa nguvu, hatutafanikiwa. Wakati tunahubiriana hapa, Yesu mnaye kila siku, tutakuwa tunajenda mbili. Jitahidi jitai, usijukakutwa umezini, usiende mbinguni, jitakase huku, pili tuko hoi, yani upande wa pili huku tunatakasa. Ukienda nje unachafuliwa, una, una, una unarudi ndani, tunakutakasa. Ukienda nje huna akili ya kusavaivu, unachafuliwa unarudi o ni kuchafuka chafuriwa chafuka chafuliwa takaswa chafuka unazeeka.